Hey, nawe ka no yeah. Hey, na kila saa niokolee, niokolee ni kwani mi ni boyfriend yako mm -hmm. Utakuja mm -hmm. Kunimaliza mm -hmm. Credit, credit. Kwani unaongeanga nawa wana pesa msheni. Unajua nini kwa mtu wangu mkiingia mnashtuka. Juzi nimepata, me buy fridge. Mashine ya kuosha nguo. Eh, hakuna hey, kuosha na mkono hey. Wacha <laughs> hey, na mama uko juu. Unacheza. Hmm, nipate kama huyo pia mimi uh-huh. Sisi tunananga ni mkono mama amesha nana kwanza Eh. Hakuna kuteseka kwa hii maisha. Wateseka aje? sasaana rakanguke, hakuna mtu mtasumbwana naye. Kwa toa <muchasana> kila saa sisi tunakutoa utoa utoa form. Majirani wapo na kwa goma sote boyfriend wako na kitu. Kila saa toa form, eh. Utatumaliza kopa kopa, kuna fuliza pia fuliza, tupeleke auti. Dada na wanaume kona mm. Kuna mtu anaweza kuokolea shueli? Kila saa tu upeleke upeleke. Hello. Halo, halo. Eh, mambo. Poa. Nimengoja simu yako nimekosa, unafanya nini saa hizi? Niko tu kwa nyumba natulia tu. Hakuna kitu chochote unafanya? Rafiki yangu naona nimekuweka sio? Naweza kuja tu chini kidogo. Haina shida. Hmm. Ni kama hii. Okay, kuja basi hmm, utapata. Mm, kuja utapata nimekuandalia. Zile vitu unapenda tu utapata nimekuandalia ama? Hmm. Eh. Hey. Nataka nataka nipata hiyo tu. Kitu kama chipona kuku, si unajua tu zile vitu napendaga. Mm. Mm. Okay, sawa acha nifanye order basi kitabu ufike kitakuwa kitachafika. Sawa bye, nakupenda. Ah bye. Nakupenda pia. Mm. Umesikia mapenzi. Mali mapenzi ilinoma. Boy kama utakuja. Eh? Si na kuku. Kama nikikwambia mwisho nilikula lini? Wewe wewe. Unaona sasa kama mimi.

Karibu sana. So babe, umeniaje? Umekuwaje sasa? Ee, nimekuwa muda mrefu sana bana. Nilikuwa nimeboeka, niko peke yangu. Nikasema tuachane tena. Lakini leo si unajua nilikuwa nakwambia nafanya hapa. Um. E, a Alafu si. naona umekuja na wageni wageni. Ule wa ile side nyingine. Mtu wangu. Nashukuru pia kwa fahamu. Karibuni Sawa? sana. Asante. Wachana lakini mnaweza na mikono pale. Sawa. So, uh, uh, haya, yeah, mashim karibu sana. Karibu eh? Santai. Jisikie huru, jisikie mu nyumbani, karibuni ni. Eh? Nikuulize hmm. hmm. Hii nyumba sinyao mm -hmm. hmm? Unajua vizuri mm. Nimepiga waikihao na unajua, sometimes unakuja hapa, we ndio unapiga, si ndio? Okay, ni sawa. Kubai mingi si shida Shida ni unajua tuko na sahani mbili peke yake. Sasa wewe sahani yako, sahani yako, sahani yako na yangu ulikuwa unataka zipe gani? Hata okay. Si tutakula siku nyingine usijali. Ai to... Mm. -hmm. Tutakula siku nyingine. I'm... Sasa utakula utakulia sahani gani? Mm. Umegasika sasa. Sahani. Ndiyo, umeleta marafiki zako. Lakini mimi kwani, nimekupigia ukuje pekee yako? Ulikuwa umewambia lazima na- na na hapa wapo ushawaidi kukuja hapa hivi? Basi ungeniambia, ungenipea notice ungenipewa

Sasa mtu nimempigia peke yake, sasa naleta wengine. Sasa hiyo ni nini? Sasa wasichana nao wanakula.